Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Halmashauri ya Manispaa ya Moshi. Kumbukumbu namba MMCB/B.10/3/Vol.3/12H, tangazo la nafasi za kazi mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Moshi anapenda kuwatangazia Watanzania wote wenye sifa kuomba ajira ya mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Tangazo hili ni baada ya kupokea kibali cha ajira mbadala chenye kumbukumbu -kumbu namba hii cha tarehe 21 Januari 2025 toka kwa katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na tawala bora. Mchanganuo wa nafasi ni kama ifuatavyo: Mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi moja. Kazi na majukumu, sifa za mwombaji: awe na elimu ya kidato cha nne au sita mwenye stashahada ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili. Aidha awe amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata program za kompyuta za ofisi kama word, excel, powerpoint, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambulika na serikali. Mshahara atalipwa kwa kuzingatia viwango vya serikali TGSC. Masharti ya jumla kwa waumbaji, waumbaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri kati ya miaka 18 hadi 45 isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretari ya ajira katika utumishi wa umma. Waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza details curriculum vitae, yenye anwani inayotumika, namba za simu zinazopatikana, na anwani ya barua pepe au email address pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa, wa kuaminika. Maombi yote yaambatane na vyeti vya elimu na taaluma vilivyoambatanishwa na mwanasheria wakili, ambavyo ni vyeti vya kidato cha nne au sita kwa wale waliofika kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika, diploma au certificate, cheti cha mitihani ya kidato cha nne result hati za matokeo ya kidato cha nne au cha sita, form four and form six result slip hazitakubaliwa. Waombaji wote waliosoma nje ya nchi wahakikishe kuwa vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika. Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektronik wa ajira Recruitment Portal kupitia anwani ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa Recruitment Portal. Maombi yatawakilishwa nje ya taratibu uliowasilishwa katika tangazo hii hayatafikiriwa. Imetolewa na Mwajuma ei eh, Nsombe, Mkurugenzi Halmashauri ya Manispaa ya Moshi. Asante na karibu. Ikiwa kama huyo ni mara yako ya kwa kwanza kutembelea chanel hii ya Feaboy TV usahau husau kusubscribe, kulike katika channel hii ili kuweza kupata taarifa mbalimbali zinazohusu ajira na mambo mengine katika jamii yetu ya Tanzania. Asante na karibu tena.